Kwani, kwani mimi, mimi ndo si, mimi si Mkenya ama nini? Mimi si Mkenya kwani? Mimi ninahitaji hata mimi kazi. Si ati mnapea watu kazi, mnasema watu wa NYS, mnasema wafupi, mnasema miaka imepita na miaka iko bado. Mbona nyinyi mnakaaje? Mr Ruto nitafutie kazi kama uko hapo. Kama unanisikia nitafutie kazi. Si lazima niingie polisi na hata niweza ingia polisi na nikuwe personal guard yako. Si lazima iko. Kwani watu wangapi wako na height kama mimi? Kama mnataka kunitoa kazi, mtoe kila mtu mwenye ako kwa hiyo idara na ako mfupi kama mimi. Si mnasema mimi ni mfupi, mtoe kila mtu mwenye ako kwa idara na wako mfupi kama mimi. Kama si hivyo, hivyo ndo nitakubali, hivyo ndo nitakubali. Mtoe kila mtu kama mnataka kunitoa mimi. Height inasaidia nini kama ni kazi? Kwani kazi wanafanya na height ama brain? Kazi wote wanafanya na height ama brain? Hima nilienda NYS. Walinyima wali kazi nilipomaliza form 4. Mimi ni mtoto wa maskini. Walinyima kazi nilipomaliza form 4. Nikaambiwa niende NYS. Nikaenda NYS, nika complete my all my all. Nikaenda first stage, nilienda training. Nikamaliza training, nikaenda nation building. Nikamaliza nation building, nikaenda class nikafanya ICT. Nikamaliza hiyo class lakini kazi sipati. Kwani kila siku hapa ni, mbona kila siku nafanywa hivi? Nimejaribu kazi kila mahali. Mbona kila siku nafanywa hivi? Mimi nimejaribu kazi kila mahali. Nilianza na NYS, nimemaliza sasa, nikarudi kazi jeshi, nimeambiwa niko na miaka mingi 27 years, na wanataka 26. Is it fair? Is this fair? Mimi nauliza tu Mr. Ruto, is it fair?